Jumamosi iliyopita kule Accra, Ghana, pamefanyika birthday party ya mfanyabiashara na tajiri mkubwa wa huko eh, Ghana ambaye anaitwa Richard N Nee Kwae ambaye alikuwa anatimiza umri wa miaka 40, na wasanii mbalimbali wakatumbuiza akiwemo eh, Diamond Platinumz, Davido, Stonebwoy pamoja na wengine. Sasa maswali ni kwamba wasanii hawa walilipwa kiasi gani? Sasa, kwa mujibu wa tovuti maarufu sana ya Ghana ambayo inaitwa ghpage.com imenasa screenshot ya mawasiliano conversation ya WhatsApp ambayo inaonyesha malipo ya wasanii hawa, and guess what, kwa mujibu wa hii screenshot ni kwamba Diamond Platnumz ambaye amelipwa pesa nyingi zaidi. Sasa mchanganuo huko hivi, katika hii hapa uh, screenshot wanasema price rate of musicians who perform at Richard ni ama kwae aka hashtag rnq a 40th birthday celebration. Sasa Diamond Platinums ndi ambaye anaongoza hapa, ambapo gharama ya malipo ukitoa matumizi mengine other expenses excluded Diamond amelipwa dola za Kimarekani laki sita ambazo ni takriban shilingi bilioni 1.6 za Tanzania. Hicho ndicho ambacho Diamond amelipwa ukitoa gharama zote laba za malazi na vitu vingine, malipo yake kwa ajili ya kuperform ni dola laki sita bilioni moja nukta sita za Tanzania. Alafu Davido ndio anayefuata ambaye amelipwa kwa mujibu wa hii ripoti eh, dola laki tano ambazo sawa sawasawa na shilingi bilioni moja nukta tatu tatu za Tanzania. Sako die amelipwa dola laki mbili ambazo ni takriban shilingi milioni 532 za Tanzania amelipwa dola laki mbili hivyo hivyo kama Sarkodie ambazo ni milioni 532. King Promise amelipwa dola laki 120 ambazo ni takriban shilingi milioni 319. Halafu aliyelipwa pesa ndogo kabisa ni Kidi ambaye amelipwa dola elfu 15 ambazo ni takriban shilingi milioni 40. Lakini sasa, hawa GH Page wameandika hivi kwamba, Meanwhile the business mogul is yet to either clarify or falsify the report that has since flown across social media platforms, kwamba huyu mfanyabiashara kwae bado hajathibitisha ama kukanusha ripoti hizi ambazo zimesambaa zaidi katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hii ni kwa mujibu wa ripoti ya ghpage.com pamoja na media zingine za Ghana kuhusiana na kiasi ambacho eh, masta hawa walilipwa